Jo, hapa umetoka wapi? Mke wa mtu muda huu hutulii nyumbani wewe? Mbona umekuwa mkali hivi? Niulize basi kisa nimetoka wapi? Mimi wangu nimetoka kwa dada. Umetoka kwa dada? Ehe, anasemaje? Nimetoka kuongea naye ale maswala ongea siku ile kuhusu mizimu hmm, amekataa, amesema hivyo vitu havipo kwetu. Sasa mke wangu apata pa na tatizo hapa na kitu kingine, mimi naomba nisamee <laughs> anyway, anyway, kwa kupokea. Yaani wewe mda mwingine si ukoje? Yaani wewe mtu akuaka waka tu nafoka mda wote. Nisamee basi, sana sana nisikilize, natoka hapa, kuna sehemu nataka niende, nikirudi wewe mwenyew tu nafulai

antangia nimerudi kutoka chuo, nimekuwa nakutana sana mauzauza. Bambu nambia iniwezi kusaidia hilo tatizo lako. Yaani, nimerudi tu kutoka chuo, mama anaambia atakuniisisha mikoba, na kwa elimu yangu hii siwezi kufanya vitu kama hivyo. Basi hapo ndio imekuwa tatizo kwangu, kila siku mauzauza yaniishi kwangu hapo nataka mimi kupajua hapo. Alafu mamdogo, cha kushangaza zaidi, hata mwamdogo pia, ile swala halitambui, analijui kabisa alijui, yaani mm-hmm, kide. Ile swala ni kubwa sana na tusilifumbie macho kabisa, na naomba uniachie mimi, nitajua baadaye nitafanya nini. Sawa mdogo. Zamani moyoni yashafutika tena, sitamani tamani tamani mapenzi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ni nani huyo jamani? Naombeni nifahamisheni nilipate kumjua jamani, nawaombeni jamani, mzimu, naombeni nionyesheni huyo mtu jamani, nawaombeni na sana jamani. <laughs> usiukatae misukosuko tania paeleweki, mauzauza mauzauza, usali. Ah, karibu apano nyumbani kwa kwako. Asante mpenzi wangu, leo nimefurahi. Hatari nilikuwa, ah, subira tu, useme alafu nitekeleze. Na wee umesema, nimetekeleza. Basi poa, yaani sasa hivi niko uhuru, muda wowote nitakuwa nakuja hapa sawa. Ah, si so, sinajua nyumbani kwako, natumaini ushapajua. Kwa, kayo karibu. Asante ah, mpenzi wangu. Sasa mi naenda dula, maana takanimwa yule bwege muda wowote kuanzia sasa anarudi. ah, ah, kutokana na lia hewa hii kajua tanteo, kratu, enjoy enjoy kidogo wewe, uwachi mambo yako yeah. ila tukikutana Yaani bwana, mi kwa meza hali hapa nimepajua, basi muda wote niko hapa, nitakuja bwana. Ukionja embe la kuiva, si najua ya kuvundika hataki ya, tena ndio maneno yako sha zuia bwana, bana naenda. Nimekuwa mlevi wa pombe nadhalilika. Oya sikio, usiombe, yanaumiza maisha yamebadilika, so kama zamani. Ndugu yangu, zamekutana na iwe mtu macho kwa macho, we melewa, mekuwaji mm -hmm, baado sijawahi kufanya mazoezi ya kukimbia ila leo e, nimekimbia vibaya mno. <laughs> Asambunanicheka kelele kwa mkuu. Niachie mimi mkuu, niachie mimi mekua, Msamba, mkuu. Leo imekuwaje sasa lakini, Msamba, tunatakiwa tukae chini tuongee na mkuu, atueleze kuhusu lile swala kafikia wapi, maana bila ile elfu kumi sisi si, si, si chochote mm walikuwa kwenye akili yangu kabisa kwenye hilo swala. Mi naomba sasa twende kwa mkuu tukaombe mrejesho, atupe mrejesho amefikia wapi katika hili swala eh. Lakini wendo utaanza kuongea eh. Mbio msamba.

Wazi kujua nini na maanisha, kwa sababu unajifanya mcheza ndondo dali sana, ila angalia usije ukaumia. Alafu watu kama nyinyi hawazi kusajiliwa ligi kuu. Bado unazidi kuniacha njia panda tu. Sasa nyoshe, ili upate kupita, mbwa, na usiniangalie kama hiyo, usiniangalie

Kweli dunia ndogo, mamba kageuka kenge, kenge kageuka mamba, mamba kageuka kenge, kenge kageuka mamba ilo ovyo. Mwangalie kwanza, mchawi mkubwa wewe, hasidi wa hasada wewe, hivyo wewe, kwani uko nyumbani kwenu kazi za kufanya una eh? Maana mtoto mdogo sana wewe, kuna kazi ya kupika ya kuosha vyombo na kufua, ila wewe unachokijua kutanga kutangatanga tu na mitaa. Mwangalie kwanza lo? Halafu aba, nikuulize kitu hivi, unavyopaa, unapata faida gani? Dada tulia, shusha pumzi, usia kanikatikie hapa, nikaamba mitomekutwa duniani upo. Kwanza sikia, nikwambie tena, nisikize vizuri tena kwa umakini. Hii ndo kazi yangu. Unaniweka mjini kwako, unaona ikufai? Mimi nanifaa sana, alafu nikipaa ndo naona raha. Hakuna sijui, unaelewa Kaa tayari, kuna jambo lako linakuja hivi karibuni. Labda utakuwa umesahau, hiyo kazi ya kupaa haikufai hata kidogo. Ungekuwa modo, kwa sababu na hiyo rangi yako ulikuwa unapendeza sana, lakini sio kazi ya kupaa. Muangalie kwanza mtoto mdogo, kazi uchawi tu. Mi mweza kusongeaji sana, mwendo wangu wa vitendo tu, hivi tutakutana. Dula, bebi wangu mpenzo, mi kuna kitu nataka nikuambie. Niambie tu, sijali mi. Nataka kuzana wewe. Zana mi? Sawa, sijali swala inawezekana, lakini shida iko upande wako, ni mke mtu. Wewe hata usijali mpenzo wangu, mi naweza nikabeba mimba na ule bwege asielewe chochote. Hmm. Hmm. Sijali mimi. Mi niko tayari kufanya lolote kwa ajili yako, kwa hiyo ukiwa uh, tayari utaniambia basi. Sawa, mi nachotaka ni kuzaa na wewe, tunataka mtoto kutoka kwako. Hmm. <laughs> ni, meka, ni, ni, nikona, mm. ni, ni mama wewe uchoki? nachokaje mwanangu. Hata vikazi vidogo vidogo pia nikuachie wewe? Ah, sawa mama, mi kuna kitu nataka nikwambie. Nakusikiliza. Sababu nimekaa nimefikiria nimewaza niko na, kwa nini nisikwambie? Ni kuhusu elfu kumi mamangu, kwa sababu elfu kumi imekuwa inatutia mambo mengi humo ndani, hatuelewani, majanga majanga, vituko. Kwa hiyo mimi nikafikiria kwa nini tusiende kwa mganga? Kwa mganga eh? Mganga huh? <laughs> Yani mi nijua utaongea kitu cha maana, unamzungumzia mganga? Unafikiri hicho unachokiwaza wewe misiji kukifikiria, alafu kidao, mwanangu, huo urefu wako uo ndio, unaona na akili zako ziko sawasawa? Swala la kwenda kwa mganga humu ndani sawa. Sasa mama, mi nimetoa wazo tu, na ulikuwa na yale kulikubali au kulikataa, lakini sina kuanza kugombana uko. Nje kazi zimeisha hazijaisha? Sasa pale chini pale kuna vyombo, naomba kachukua ile mijombo pale ukaioshi. Na halafu kingine ulichokipanda Ndicho utakachokivuna. Kidawa, mauzauza mauzauza uza, usaliti, usaliti, ninampenda kumbe ana wengine. Sasa mbona unalia? Kaachea kidogo, tulikuwa nafika kongo kongo

Tena si tamani tamani mabenzi, elfu kumi, elfu kumi, elfu kumi, imezua tafarani elfu kumi, elfu kumi, elfu kumi.